Shurutu jamu takdimu, sharti ya kukusanya swala mbili kwa kuitanguliza swala moja. Yaani wewe unataka kuujumuisha kati ya adhuhuri na alasiri. Jamu takdimu, unaitoa alasiri wakati wake, unairudisha nyuma, unaileta kwenye adhuhuri au unaitoa isha kwenye wakati wake, unaileta kwenye magharibi, hivyo inaitwa jamu takdimu. Anasema shurutu jamu takdimu, sharti za jamu kukusanya kwa kutanguliza. Anasema moja, ayabtadi bisahibatilwakti aanze kuswali swala yenye wakati wake, si tunaelewana? Ayabtadia, aanze kuswali biswahibati wakti, kwa swala yenye wakati wake, madhali umeambiwa kukusanya. Sasa shekhe anasema sharti la kukusanya ni kwamba utaanza kuswali ile swala yenye wakati wake. Swala yenye wakati wake ni swala gani? Adhuhuri, na kule kwenye magharibi na isha, swala ya wakati wake ni magharibi. Kwa hiyo utaanza kuswali adhuhuri, kisha uswali alasiri, na kule kwenye magharibi na isha utaanza kuswali magharibi, kisha uswali isha, situnalewaa? Kwa hiyo anyabtadia bisahibatil wakti aanze kuswali swala ile ni wakati ule. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, ayanualjamaa fil ula, anuie kuzikusanya hizo swala katika ile swala ya kwanza. Sawa, unaposwali ya dhuhuri rakaa mbili kabla hujamaliza ile ya dhuhuri yenyewe, huo umenuia kwamba nikimaliza hii ya dhuhuri najumuisha na alasiri, sio? Ushamaliza kuswali ya dhuhuri ndio unaanza kufikiria ah, si niunganishe tu na alasiri, a, hiyo itakuwa ikusali. Wakati unaswali swala ya kwanza unuie kujumuisha na swala ya na sala ya pili. Kwa hiyo wakati unapoingia kwenye swala ya kwanza, Allahu akbar, akili yako na nia yako vijue kwamba nikimaliza hii, moja kwa moja inaingia kwenye nini? Kwenye swala ya alasiri inayofuata, au kwenye swala ya isha inayofuata. Tatu, ayuwalia bainahuma azifuatanishe hizo swala. Si tumeelewa? ayuwalia baina bainahuma, azifuatanishe hizo swala mbili, yaani anamaliza hii, anasimama na kimu, hii anaiswali inayofuata. Sio umenuia jamu, umemaliza swala ya kwanza, unakaa tena unaanza kupiga stori swala ya pili, bado aiya iusi namaliza swala ya kwanza av mara umekutana na, na, na mwenyeji wa msikiti umekaa naye sasa, unaanza kupiga story. Oh, unajua mbina, labi, mia, mimi bwana nimetoka Dar es Salaam mie anazonini yangu mimi, nakwenda Morogoro. Sasa tumepita hapa tumeona msikiti wenu mzuri sana, ume mjenga toka lini? Hizi ah, story aa, swala hizo zitafuatana zitafua Umemaliza kutoa salamu hii, unanyanyuka unakimu ile ya pili, unaiswali moja kwa moja. Hizo ni shati, shati la nne, alla yanqatiya safaruhu kabla shuruni fi thaniya. Alla yanqatiya safaruhu, isikatike safari yake huyu msafiri, kabla shuruni fi thania, kabla hajaanza ile swala ya pili yani isiyo safari imevunjika, kabla hujaingia kwenye ile swala ya pili. Yaani safari ikivunjika, kabla hujaingia swala ya pili, jamu hapo inafanya nini? Inakusa eh, kwa is lakini safari ikivunjika wakati ushaanza swala ya pili, uendelea na swala yake mpaka uimalize. Alla yaqatu ya safaruhu, isikatike safari yake kabla shuruni fi thaniya, kabla ya kuanza swala ya pili. Umeelewa eh? Yani safari yote iyo tayari ushaingia kwenye swala ya pili, yaani kama ni adhuhuri, usha swali ya adhuhuri, umeingia kwenye alasi. Kama ni magharibi, usha swali magharibi, umeingia kwenye isha. Ikikatika safari kabla hujaanza swala ya pili, hii swala ya pili haingii kwenye chama. Shekhe anasema si tumeelewa pamoja kipengele hiki fiihi nadhar, kwa sababu jamo, mtu anaweza kukusanya madhali huyu mtu kisha ingia kwenye ruhusa ya safari anaruhusiwa kukusanya kwa sababu kisha toka kisha faana na safari. Hata safari kule alikokwenda, aseme mimi naishia hapa, sasa nataka kurudi, lakini bado yuko bado yuko safari. Hii itamlazimu mtu ambaye anayerudi Sawa, mtu anarudi, yuko kwenye chombo cha safari, anaswali ye, anatoka safari, anarudi nyumbani, anaswali rakaa mbili za dhuhuri, amenuia kuswali na alasiri, anamaliza ile ya dhuhuri, salamu alaykum rahmatullah, salamu alaykum rahmatullah. Anataka kuingia swala ya pili, anaambiwa Ubungo hapo, Ubungo hapo. safari imefanya nini? inkata safari safari imefanya nini? Imeisha. Huyu sasa hawezi kuingia kwenye, kwenye jamo takedi haingi tena. Safari imefanya nini? Imekufa. Wewe sio msafiri tena, madhali anarudi kisha fika hapa, basi tena wewe sio msafiri. sisi tumeelewa. Na kule inaweza ikavunjika, vile vile safari sawa. Mfano, mtu kasafiri, amekwenda Mwanza kule, amefika anaanza kuswali jamo takbiri, ameswali adhuhuri, kamaliza adhuhuri anasema, mimi nimechukua maamuzi kwamba mi sio msafiri, nanuia kuwa mkazi wa Mwanza. Safari imefanya nini? Safari imekufa, kisha nuhuya kuwa mkazi. Safari imefanya nini? Sio msafiri tena, maana umemuhuya kuwa mkazi wa pale. Wewe sio msafiri, jambo utakidini umefanya nini? Imekufa. Tumeelewana ikhwa eh? Kwa hiyo alla yanqati ya safaruhu, isikatike safari yake, kabla shuru'i fi kabla ya kuingia katika swala ya shurutu shurutuja tahiri, sharti za jamu kukusanya kwa kuchelewesha kule, kulikuwa kwa kutanguliza. Sasa huyu msafiri yeye, anachelewesha atanguliza kuchelewesha nikuitoa adhuhuri usiiswali ukaipeleka kwenda kuiswali alasiri, wewe umeichelewesha hiyo adhuhuri. Au magharibi ukaenda kuiswali kwenye swala ya isha. Sasa wewe unaambiwa unakusanya, lakini kukusanya kwako ni kwa kuchelewesha. Sawa, sharti la kwanza anasema niyatu yati taakhiri fi waqti al-ula. Kwanza uwe na nia ya kuchelewesha katika wakati wa swala ya kwanza. Wewe umekusudia kuchelewesha zuhuri. Wakati wa zuhuri umeingia, unadaiwa kuswali, udaiwi, unadaiwa na kisheria, unatakiwa uswali ule swala kwenye wakati wake. Sasa madhali wewe ni msafiri na sheria imekupa nafasi, ukiingia ule muda ia kwamba mimi Mwenyezi Mungu, huu muda wa dhuhuri mimi mavali, ni msafiri, si swali ya dhuhuri kwenye muda huu, adhuhuri hii mimi taiswali alasiri. Uwe na nia hiyo, sisi tumeelewana eh. Na magharibi hivyo hivyo, magharibi ikiingia, wewe uswali magharibi, lakini unatia nia kwamba magharibi taiswali pamoja na kisha kwenye swala ya wakati wa kwanza uwe na nia hiyo, kwa sababu kila swala wewe unadaiwa, na uwezi kuiacha swala hivi hivi tu. Ili usiingie kwenye dhambi za kwamba umeitoa swala kwenye wakati wake, unaleta nia kwamba hii swala mimi sitoiswali katika wakati huu, nitaiswali kwenye wakati wa swala yenyewe madhali ni swala mbili ambazo zinakubali kujumuika pamoja, sawa. Ndio hapa madhehebu Hanabi, ya Hanabila, madhehebu ya Imamu Ahmad bin Hambal. Mwanamke yoyote akitwaharika evu yake alasini itamlazimu aswali na adhuhuri katika mazeji enamwana. Mwanamke yeyote akitwaharika alasiri, itamlazimu aswali na adhuhuri, kwa sababu watu wenye uzuru wakati wa swala ya mwisho ni sawasawa na wakati wa swala ya ya kwanza. Mwanamke yote akitwaharika isha itamlazimu aswali na magharibi, kwa sababu mwenye udhuru ya udhuru ukiishia kwenye swala ya mwisho, ule wakati wa mwisho wanaweza kuwa sawa sawa na wakati wa na sawa sawa na wakati wa, na wa kwanza. Lakini kwenye mahaidi ya Imamu Shafi ya si tumaelewa mbili. Sharti la pili, dawamu safari ila tamami salataini, swala idumu mpaka swala mbili hizo zikamilike. Sawa so, swala idumu mpaka swala mbili zifanye nini? Zikamilike we bado humo ndani ya nini? Ndani ya safari. Ndiyo shati ya jamu taakhiri, swala mbili zote uziswali wakati hauna yaani, hakuna udhuru uliotokea kuvunja kuvunja safari yako. Ikitokea udhuru wa kuvunja safari jamu taakhiri inavunjika. Haya, kule kwenye jamu takadimu alisema utaanza na swahibatul waqti utaanza na swala yenye wakati wake taakhiri. Hapa sheikh hajatwambia kitu. Sheikh kakuacha huru, kakuacha huru na anasema mkhilafiana amefanya nini? Aaafi uh -huh. Kwa hiyo kwenye jamu takadimu, shekhe alisema utaanza na sahibatulwakti, utaanza na swala yenye wakati wake, lakini kwenye taakhir, shekhe amekuacha huu, na madhhebi ya Imam Shafi ni kwamba vyovyote utakavyoanza ni sawa ikiwa jamu taakhiri, yaani ukianza kuswali alasiri alafu ukaswali ya dhuhuri ala, ni sawa, au ukianza kuswali ya dhuhuri ukaswali alasiri ala, ni sawa mathali. Ni jamu taakhir. Kaidi iko kwenye jamu takadimi tu. Jamu takadimi utaanza kuswali ya dhuhuri kwanza na utaanza kuswali magharibi kwanza Ukianza kuswali adhuhuri unasali na alasiri, ukiswali magharibi unaswali na isha, lazima uanze ile yenye wakati wa kwanza. Lakini kwenye jamu taakhiri, shehe akuleta hilo sharti, amekuacha unaweza ukaswali adhuhuri kwanza halafu alasiri, au unaweza ukaswali alasiri kwanza halafu adhuhuri pamoja Al afdal, lililo bora ni kuiswali swala kwa kwa mtungo wake. Kama unaona kwamba na ile alasiri haitoondoka kwenye wakati wake, basi ni bora uwanze kuswali azhur kisha uswali alasiri, alafu usali magharibi, kisha uswali isha. Lakini atakayeanza kuswali alasiri alafu azuhuri, au akaanza kuswali isha alafu magharibi, ana tatizo kwenye mafunzo ya Imam Shafi? hakuna hakuna tatizo, kwa sababu pale mtungo wa swala wanahesabu kwamba umebaraganyika. Wewe hapa unachotakiwa uswali swala tano tu kwenye mtungo, hapa hakuna kaini, sio? tunaelewana jamaa?